Wilayadada lao aamia la mamae ma wa uhuru katika kuhakikisha na kuboresha sekta ya elimu. Ndio maana leo kumefika na mwenge wetu wa uhuru kujionea madarasa ya kisasa, madarasa ya kileo yenye sifa na vigezo juu ya kutumia watoto wetu naia no, no, no. Mheshimiwa Rais ameongeza fedha nyingi sana ndani ya mradi huu, na ndio maana leo hii halmashauri pamoja na serikali ya wilaya inasimamia miradi hii ya kimkakati ambayo inaenda kuwasaidia watoto wetu hasa wa ngazi za chini. Leo hii tumefika katika shule hii ya msingi kujionea ujenzi wa madarasa manne pamoja na matundu sita ya vyoo. Haya ni maendeleo makubwa yaliyopatikana katika eneo hili. Haya ni maendeleo makubwa tulionayo katika maeneo yetu. Ombi langu kwa wanafunzi watakaosoma ndani ya shule hii wa ni waombe hi. Sana ndugu wanafunzi, hakikisheni munatunza miundombinu hii ambapo mwejengewa leo hii, kama mulikuwa munakaa darasa wanafunzi zaidi ya themanini, leo hii munaenda kukaa wanafunzi kusozi hii arobaini. Haya ni maendeleo makubwa, kwenye kipigeni makopo mengi sana. Akikipiga nataka ni waombe sana ndugu wananchi, hakikisheni munawaleta watoto wenu kupata elimu. Naamini kuna baadhi ya wazee mpaka leo hii wanaendelea kuwazuia watoto wao kutokupata elimu. Niwaambie ndugu wananchi, Mheshimiwa Rais ameshatoa ruhusa na kibali ya kwamba mwanafunzi yeyote anayeanza kusoma ngazi ya chini hadi anafika chuo kikuu amewasaidia kwa asilimia mia moja, na wanafunzi wa ngazi hizo hadi elimu ya msingi hadi elimu kwa maana ko wanasoma bure katika shule zetu za wa serikali. Kwa yule ambaye anahitaji kumsomesha mwanawe shule ya private, huyo mwanake tunatambua amejiweza, kwa sababu kama viongozi wa serikali ya wilaya ama serikali kuu tunaamini hakuna kiongozi atakayeweza kuondosha umaskini wa mwananchi, lakini pia tunaweza tukapeleka huduma ambayo kama mwananchi wa kimaskini akaweza kutumia, na ndiyo maana leo hii shule zetu hizi tunaziboresha shule za kisasa Shule kwa kweli unasoma unajisikia kwamba kwa kweli unasoma hayo, sana. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nawashukuru sana ndugu wananchi. Kwa kweli sisi tukiwa mwenge wa uhuru sita tumekagua ubora wa madarasa haya pamoja na matundu sita ya vyoo, kwa kweli tumejiridhisha, madarasa yana viwango yana vigezo na yanastahili na kuuw wa wilaya ya dadalao